Kuna mtu mwingine ni mwema sana, ni mzuri, masikini ya Mungu, very nice, lakini hakuletwa kwa ajili yako. Huyu mtu ameletwa, anatakiwa kwenda sehemu nyingine, ni lango. Kadri anavyozidi kukaa na wewe, ni eidha anakuchelewesha wewe au wewe unamchelewesha kwenda kutimiza kusudi mahali, kwa sababu yeye ni lango, anatakiwa kwenda kwingine. Kuna mtu anaweza akapanda kwenye boti yako, lakini huyu mtu amekusudiwa kwenda mahali pengine, akazamisha boti yako. Unasema mkaaje? wakati mtumishi wa Mungu Yona anatakiwa kwenda Ninawi, alipanda boti ya kwenda Tarishishi. Lutu alikuwa na ubaya gani? alikuwa na ubaya lakini angalia maandiko yanasemaje. Mungu alikaa kimya, akafika kipindi wakafika sehemu moja inaitwa Betheli wakiwa na mifugo mingi mpaka lile eneo likashindwa mifugo yao kulisha. Ibrahimu akamwambia ndugu yake, sasa ndugu yangu, tusigombani. wewe chagua leo, unaenda kushoto, mimi nitaenda kulia. ukienda kulia, mimi nitaenda kushoto. Lutu akaamua kwenda kwenye bonde la nini, la Sodoma na Gomora. aliliona ni nzuri kwa ajili ya kulishia mifugo. Ibrahimu akabaki Bethel. kasome maandiko yako yanasemaje. baada ya Ibrahimu na Lutu kuachana tu, Mungu akazungumza. Ibrahimu alipotengana na Rutu Ndipo Bwana akamwambia Ibrahimu, "Sasa inua macho yako, nitakubariki." Yani, siku zote ulikuja taka kunibariki ah. Ndio, ombea kila mtu anayekuja kwenye maisha yako. Kuna watu umewashikiria ni watu wa watu wengine, lakini na wao wamekushikiria wewe. Wewe sio lango kwao, ni lango la watu wengine.